Nchemba, awali ya yote nianze kwa kushukuru na kukukaribisha sana katika jimbo la Kibamba, lakini pia katika wilaya ya Ubungo. Tunasema karibu sana na asante sana kwa kuja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mawaziri wote mlioko hapa, viongozi wote wa serikali, madiwani wetu lakini wananchi wetu wote na bila kuwasahau viongozi wa dini, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nianze kwanza salamu zangu fupi kwa kumshukuru sana na kwa kumpongeza sana rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa aliyoupata tarehe 29 mwezi wa kumi lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina kila sababu ya kuwashukuru wananchi wa Kibamba kwa kuliwezesha hili na hatimaye leo hii tunaye rais wetu jemadari shupavu anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana sana sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwashukuru pia wananchi hawa kwa ridhaa yako heshima kubwa walionipatia kunichagua wa mimi kwa kura nyingi za kishindo na hatimaye leo hii nasimama mbele yao kama mbunge wa jimbo la Kibamba. Na nafurahi zaidi, mheshimiwa waziri mkuu, umetuwekea baraka. Nimekuja kwa mara ya kwanza baada ya kula kiapo bungeni mara tu baada ya kumaliza bunge na ingia bungeni napokelewa na umetupa heshima na baraka. Hii kwetu ni neema sana, asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Lakini tatu, mheshimiwa waziri mkuu, ni kupongeze sana kwa ushindi ulioupata wewe mwenyewe binafsi kwa kuwa mbunge wa jimbo la Iramba, lakini vile vile kwa kuteuliwa kuwa waziri wetu mkuu. Sitarejea sana sifa zilizopelekea wewe kuteuliwa, lakini kwa hakika mheshimiwa rais ameona mbali. Wewe ni jembe, kiongozi mahiri na shupavu. Sina shaka, mheshimiwa waziri mkuu, tumeingia pamoja ubunge elfu mbili na kumi, lakini umetuacha mbali sana hapo. Vipi ndugu zangu? Sifa za mtu tumpe akiwepo hapo hapo. Mheshimiwa Migulu oye! <coughs> Lakini vile vile Mheshimiwa waziri mkuu, ni kushukuru. Tunajua una majukumu mengi, kitendo cha kututengea muda mkoa wa Dar es Salaam kufanya ziara hii mahususi katika mkoa wetu, katika wilaya yetu ya Ubungo na katika jimbo hili la Kibamba, tunasema asante. Tunajua nchi hii ni kubwa tunayoona hii ni heshima kubwa ambayo hatutaichukulia kiwepesi wepesi. Mwenyezi Mungu akubariki, tukukaribishe tena na tena kila utakapoona kuna haja ya kuja kwetu, tutakuwa tayari kukupokea kwa furaha, kwa upendo na kwa bashasha kubwa. Na bahati nzuri Kibamba ndio lango la kuingilia Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati wowote utakapokuwa katika safari za barabara ukitokea Dodoma, ukitokea Morogoro, kwa hakika kibamba ni wema kibamba ni njema. Tunakukaribisha sana mheshimiwa waziri mkuu. Kipekee pia nichukue nafasi hii kwa ridhaa yako, nitoe shukrani za dhati kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniona na kuniteua kuwa waziri wake wa mawasiliano na teknolojia ya habari katika baraza lake ninasema asante, ninamshukuru kwa imani hii kubwa sana na kwa hakika ameiamini Kibamba. Tunasema asante sana na tunamhakikishia kwamba nitafanya kazi kwa bidii, kwa weledi mkubwa na maarifa mkubwa na kwa uaminifu mkubwa, ili kuwatumikia Watanzania wakiwemo wana Kibamba kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini vilevile, mheshimiwa waziri mkuu, niruhusu niungane na mheshimiwa Rais kutoa pole nyingi sana kwa wananchi wote walioathirika na vurugu, kwa kupoteza maisha, kupoteza mali, lakini vile vile kwa wengine kupata majeraha kutokana na vurugu hizo. Na kwenye hili mheshimiwa waziri mkuu, tunakushukuru umetembea, umeona, umeangalia barabara yetu ya kilomita ishirini na tatu kuanzia Ubungo mpaka Kiruvya, miundombinu mingi imeharibiwa taa za barabarani zimeharibika, lakini vile vile vituo vyetu vya mabasi ya mwendokasi tunakushukuru sana. Na tumefurahi zaidi kuona umeambatana na mawaziri wenzetu wengine, akiwemo kaka yangu mheshimiwa Ulega, akiwemo kaka yangu Profesa Shemdoe, na tumeona maelekezo yako na jitihada zinazofanyika kuhakikisha huduma za usafiri zinakuja kurejea. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipende kuhitimisha kabla sijarejea mambo ya jimbo, huwaasa na kuasisitiza vijana wetu kuwa wazalendo kwa taifa letu, ikiwemo kulinda maslahi mapana ya taifa, lakini vilevile huwaasa kukwepa kutumika na wenye nia ovu kwa nchi yetu kwa kuharibu rasilimali za taifa na mengineyo. Nchi hii ni yetu sote. Mheshimiwa Waziri Mkuu Tunakushukuru kwa kuja kutuona, kwa kuja kutupa matumaini, lakini tutakuwa tayari kutekeleza maelekezo mbalimbali utakayoelekeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuwa sijatenda haki kama mbunge na mwakilishi wa wananchi wa Kibamba nisipotoa shukurani kwa kazi kubwa ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi imeifanya katika sekta ya elimu, katika sekta ya afya, katika sekta ya barabara. Tumeweza kushuhudia ujenzi wa barabara kupitia TARURA takriban kilomita 12.19 zilizo gharimu shilingi bilioni 19.4, lakini tunawashukuru sana Wizara ya Ujenzi pia kwa ujenzi wa barabara zetu mbalimbali mbali, ikiwemo barabara ya Kibamba mpaka Kibwegere pamoja na maeneo mengine katika jimbo letu ambazo zimegharimu takriban shilingi bilioni 248, lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa maji tulianza mwaka elfu mbili na ishirini na moja tukiwa na huduma ya maji safi asilimia sabini, lakini kwa sasa mtandao huu wa maji, usambazaji pamoja na huduma umeendelea kuimarika na kuongezeka na kufikia asilimia themanini na mbili. Na bado wizara inaendelea na jitihada na tunayo matumaini makubwa, haswa ukizingatia tumeongezewa uwezo wa kuhifadhi na kusambaza lita za maji sasa takriban milioni mia moja na mbili kufuatia uwekezaji uliofanyika katika tenki la Tegeta A pamoja na mshikamano. Kwa niaba ya wananchi wa Kibamba, nasema asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumeona pia huduma katika sekta ya afya, ukiangalia huduma za upasuaji wa dharura zimeongezeka katika katika hospitali yetu ya wilaya Ubungo, katika kituo cha afya cha Kimara, kituo cha afya ya Goba, na tunaamini jitihada hizi zitaendelea kuongezeka zaidi tunashukuru upatikanaji wa dawa umeongezeka, lakini vilevile majengo ya kutolea huduma za afya na kwenyewe pia, katika kituo cha afya Goba, Kimara, Msumi na vingine vinaendelea kuimarika zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa biashara tunashukuru sana, pembeni yako tu tunayo stendi maarufu kabisa ya Magufuli ya kisasa kabisa na yenye zaidi ya shilingi bilioni hamsini zimeweza kuwekezwa katika jimbo letu kwa niaba ya wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla ili kuweza kupata huduma nzuri ya usafirishaji. Lakini kwenye hili mheshimiwa, tunaombi tu moja, tunaamini kituo hiki kilijengwa ili iwe ndio mwisho wa safari hapa, lakini bado ziko stendi nyingine nyingine katikati huko, matokeo yake uwekezaji mkubwa uliofanyika katika stendi hii ya Magufuli hautumiki kikamilifu. Tumeshuhudia stendi zingine katikati huko, tunatamani kwa kiasi kikubwa basi stendi hii iweze kutumika kwa kuzingatia malengo yaliyofanya stendi hii kujengwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa maji tunashukuru, Wizara ya Maji imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji. Tunaendelea kuomba uwekezaji zaidi uweze kufanyika ili maeneo ambayo tayari ya miundombinu ya maji lakini bado hayana maji yaweze kufikiwa lakini sambamba na hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kuomba kwa upande wa barabara. Jimbo langu bado linaendelea kukua, bado ni jimbo changa, lina maeneo mengi yenye changamoto katika miundombinu kutokana na hali yake ya kijiografia. Naendelea kushukuru kwa barabara mbalimbali, mbali na vivuko tulivyoaidiwa katika ilani, lakini niendelee kuomba wakati tunasubiri ujenzi wa barabara wa kudumu zaidi ikiwemo katika barabara ya Mbezi Victoria Mpiji Magoe kwenda Bunju yenye urefu wa kilomita 24.7, na nafurahi kuona kwamba waziri kakaangu mheshimiwa Ulega tumekuwa tukiyazungumza haya yupo. Naamini mheshimiwa waziri mkuu, wananchi wangu wa Kibamba watapata neno kubwa la faraja. Barabara hii nitaendelea kuisemea na naamini kwa kuwa leo umefika na kakangu lega naye yupo basi, wananchi wa Kibamba watapata faraja sana. Bahati nzuri kwa barabara hii inagusa wa jimbo la Ubungo, wanaweza akatumia wa jimbo la Kibamba tatumia lakini kwa upande wa bunju kayo, watatumia mabasi yetu ya kutoka mkoani. Itakuwa ni shortcut kati nzuri sana katika kupunguza foleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa naomba sana, najua wizara wanaendelea na jitihadi nzuri, na kwa kuwa umetoka wizara ya fedha na kwa kuwa wewe ndio kiongozi wetu mkuu wa shughuli za serikali, naamini utaendelea kuweka msukumo na kupitia waziri wetu wa ujenzi na nimemwona katibu mkuu hapa, vibali vikishatoka, fedha zikishatengwa, walau wananchi wangu waweze kupata faraja, Mheshimiwa wa Waziri Mkuu. Lakini ikikupendeza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa leo umefika katika jimbo letu, ikikupendeza, tunakukaribisha kwa ziara siku nyingine uweze kutembelea barabara hii na kuweza kuiona barabara ninayoizungumzia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa naomba sana kuiombea barabara hii, lakini vile vile kuiombea barabara yetu kuanzia pale Kimara mpaka kuelekea Kinyerezi ambayo ah, inatunufaisha jimbo la Kibamba, jimbo la Ubungo, lakini pia jimbo la Segerea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naendelea kuiombea pia barabara yetu ya Kibwegere kuunganisha na kipande cha Mpiji Magoe kilomita zile tano nukta mbili zilizobaki ambazo naamini zitakuwa msaada mkubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa maji, niendelee tukuomba mtusaidie mtu bebe kuweza kutuunganishia maji. Wananchi wamekuwa wakihangaika sana huku, lakini naamini muda si mrefu maeneo yote ataweza kupata maji. Kwa upande wa biashara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mshukuru sana mwenyekiti wetu wa mtaa ameweza kuzungumza pamoja na diwani, na naungana na maneno yote waliyoyasema kuhusiana na mtaa wetu wa Mbezi kwa Yusufu, kupitia wafanyabiashara wetu lakini kupitia mmomonyoko ule unaoendelea kupitia mto Mbezi ambao unaathiri shule zetu za Msigani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kuomba kupitia maeneo ya hifadhi ya barabara tunaamini tukiweza kukaa vizuri na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi ambao jambo limeshaanza kushirikiana na almashauri zetu, tuko tayari kwa maelekezo atakayotupatia tutakavyoweza kujenga vibanda vichache vya mfano vitakazoweza kunufaisha wafanyabiashara wetu waweze kujipatia riski kipato, lakini kuchangia katika uchumi wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hili tuko tayari hata kwa maelekezo Siku tando tunataka kukuwa tayari kutumia maeneo yao, tuko tayari kutii, na wananchi hawa wafanya biashara wako tayari kulipia kiwango kidogo kile kitakachotengwa, ili mradi tu na wenyewe waweze kujipatia riski. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisingependa kukuchosha kwa mengi, nikukaribishe tena sana Kibamba, tukukaribishe tena sana Wilaya ya Ubungo. Kibamba ni yako. Ubungo ni yako. Ubungo ni njema, Kibamba ni njema. Karibu sana tena na tena, na wananchi hawa wanakupongeza, wanaipongeza serikali yao, wanaiunga mkono na wako tayari kuweza kushiriki katika shughuli za maendeleo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa heshima hii kubwa uliotupatia wana Ubungo, uliotupatia wana Kibamba. Asante sana. Haya, naomba no, makofi mengi sana kwa mama Kairuki tafadhali. Mama Kairuki bomba si bomba, bomba sana na chenji na baki, si ndiyo? Piga makofi mengi kwa mama Kairuki. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu.